cha kilimo SUA. Naitwa Mercy Kamwela, ni mwalimu wa mwaka wa tatu kutoka shahada ya kaya na ulaji. Sasa kaya na ulaji, na leo tulikuwa tuna uh, darasa lakini darasa la leo lilikuwa ni maalum kidogo kwa sababu ilikuwa inahusisha watu ambao ni, walengu, ni wa, wa, walengo na pia wanafanya kazi kwenye tunaweza tukasema kwenye field au wanafanya kazi tayari wana, wanafanyia kazi vile vitu ambao tunakusoma sisi. Kwa hivyo tulikuwa na wageni wawili ambao ni Mr. Mustafa Sanani lakini pia na Ms. Anna Nino, ambaye Mr. Mustafa yeye ni mwanamitindo anabuni mavazi, mbunifu wa mavazi na Miss Ana yeye ni kutengeneza maudhui ya ya vyombo vya habari au tunaweza kusema social media kwa lugha rahisi. Tumekuwa tuna darasa nzuri sana kutoka asubuhi, na wanafunzi wamejifunza vitu vingi sana, kuanzia mchakato mzima wa fashioni wa wanamitindo Tanzania kuanzia shambani mpaka nguo inapovaliwa na watumiaji au tunaweza tunawaita walaji. Lakini pia tumejifunza uh, nafasi zilizopo kwenye hii sekta ya wanamitindo na makazi tumepata, tume, tumepata madarasa mengi, tulikuwa tuna madarasa mawili ambao wamefundisha wageni wetu lakini lengo kuu la hii siku kulikuwa ni kuwaambia wanafunzi kwamba kitu wanachokisoma kipo li. Napenda kutoa shukurani zangu za zati kwa menejmenti kwanza, kwa, kufungu, kwa kutufungua macho kama wafanyakazi wa SUA kwamba ni swala moja kuwafundisha wanafunzi, lakini ni swala moja kusababisha jambo la kitofauti kwa wanafunzi. Kwa hiyo hii nafasi ya siku ya leo, uh, management ya SUA imeniwezesha ime kwa, kwa namna kubwa sana, kwa sababu kwanza wame, wametoa ruhusa tulipotoa tulipo kwanza kwanzia idarani tukaja college tukaja mpaka uongozi mkuu wakasema, ndio hawa watu tunawahitaji, na ili swala ni swala ambayo okay, natakiwa kufanyiwa kazi naliendelea zaidi na zaidi kwao. Tunapenda sana kuwashukuru management ya SUA kutupa ruhusa ya kuweka link au ya kuunganisha Watu walioko kwenye industry na shule na wanafunzi wetu na sisi walimu. Kwa jina naitwa Mustafa Sanali. Ni najulikana maarufu sana kama bunifu wa mavazi hapa nchini Tanzania, lakini pia sambamba na hilo ni mwenyekiti wa Fashion Association of Tanzania, chama cha wabunifu Tanzania, lakini pia nakaa kwenye bodi ya TPSF, Tanzania Private Sector Federation ambayo uh, nikiwakilisha sekta ya ubunifu creative sector. Uh, SUA ni university muhimu sana kwenye nchi yetu kwa sababu ukisema eh, SUA unalingana na kilimo na, lakini sio kilimo peke yake. SUA ina ya masomo mengi ambayo yanafundishwa pembeni na, na eh, uh, darasa za kilimo. Kwa ufupi, nimekuja hapo leo hii kwa ajili ya kuzungumza na wanafunzi wa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, wa mwaka wa tatu wa sekta ya hiyo human science. Hawa ndio e, vizazi vijavyo. Hawa ndio watu ambao watapeleka sekta yetu ya ubunifu juu. Hapa nimeona uh, kwamba Tanzania yajayo ya sekta ya ubunifu yana mwongozo, yana mwelekeo. Na yana bright future kwa Kiingereza. So muhimu ni kwamba wazazi wa siku hizi lazima usupport, uh, yale ambayo yale vijana wa, uh, wenu wanataka, lakini zaidi ya kusupport, usikilize, usifanye maamuzi papo hapo. Hapana, sitaki ufanye nitnitakutoa ku, kwenye mradi au sijui nini, umelewa? Kwa sababu tu wao wanataka uishi ndoto yao, umelewa? Yaani, ndoto yao haikukamilika. Sasa wanataka wewe kama mwanao ukamilishe ndoto. Mimi ningeshauri wazazi wasikae na wanao, wasikilize wanachotaka. Kwa jina, naitwa Anna Enok, ni content creator, natengeneza maudhui online, ni mwanasheria na stylist kwa mambo ya urembo na fashion. Nashukuru uh, na uh, sana kwa ao uu aa alongside the we've had kwa kutumia technology is just putting yourself out there. Lazima wajiweke uko nje, lazima utengeneze kitu ambacho ni tofauti na watu wengine. Technology is the strongest tool we have at the moment, simu zetu kiganjani kwetu that is where the technology is mimi ninachoweza kusema mtu anza kutumia kile ulichonacho just start because technology will take you places people will see you And that's how people, uh, get to... uh, kwa majina naitwa Abdulrahman Ramadhani Juma, nasoma fashion and cosmetics. Leo hapa kumi tumekuja kujifunza vitu mbalimbali kuhusiana na fashion tailoring and design, na kwa bahati nzuri tumeletewa mtu nguli kabisa kutoka Tanzania kwenye kiwanda cha design anaitwa Mustafa Samiali. Sisi kama wanafunzi ambao karia yetu mojawapo ni kwenye masuala ya fashion design na textile, imekuwa ni mchango kubwa sana kwa sababu tumekuwa inspired, tumekuwa motivated halisi, mtaadi, kuzia, kuzia na tumeoneshwa picha halisi, tunapomaliza hapa degree program yetu tunaenda kutana nayo huko mtaani kuhusiana na mauzo, faida za kusoma hii kozi na mlolongo mzeba wa fashion inayohusiana nayo a mafunzo haya ya leo yatanisaidia <coughs> kutumia knowledge niliyo nayo ya darasani, kwa sababu nimeitumia sasa kufuatana na trends, pamoja na kutengeneza kitu ambacho mteja yeye ataweza kukiappreciate na kukisikia kama unique <coughs>